Naam, mtazamaji wa Trendy TV, ikiwa leo ni siku ya birthday ya huyu mtoto wa Paula na Mario, ni kwamba wameweka jumbe tofauti tofauti katika kurasa za mitandao ya kijamii ikiwa leo ndo siku ambayo mtoto Amara anatimiza umri wa mwaka mmoja. Huyu ni mjukuu wa Kajala. Party ya Amara. Umeona bwana eh? So kuna uwezekano pia maneno yanayozungumzwa kwa chini chini ni kwamba hawa wawili wamerudiana, yani kwamba Kajala na Harmonize wamerudiana. So tutafahamu zaidi baada ya birthday kupita. Lakini ikiwa ni siku ya birthday, Kajala ameweka ujumbe katika ukurasa wake wa Instagram akiwa ameposti sura ya mtoto huyu ndio imeonekana leo kwa mara ya kwanza. Ameandika hapa Kajala kwamba mwaka mmoja wa furaha ya kweli moyoni mwangu. Leo tunasherehekea zawadi kubwa kutoka kwa Mungu, mjukuu wangu wa kwanza. Ulipozaliwa ulinifanya niwe bibi mwenye moyo mpya eh? Ulinifanya niwe bibi mwenye moyo mpya uliojaa upendo wa kipekee. Kila tabasamu lako ni dawa, kila okay Haya, kila tabasamu lako ni dawa alafu. Akaendelea kusema kwamba pia vile vile na kupenda kuliko maneno, na nitahakikisha unakuwa ukijua kwamba una mzazi lakini pia una bibi anayesimama nawe e, kwa swala la upe, kwa, kwa swala kwa sala na upendo. Happy first birthday, my precious grand baby. May God, may God light your path, protect your soul and fill your life with joy and purpose. Umeleta maana mpya kwenye jina la familia bibi yako na kupenda milele. Akamtagi hapo Princess Amara. Lakini pia Mario naye kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweka pia posti akaandika kwamba happy birthday, happy first birthday my greatest tea, adventure life with you is better than I ever imagined. Afu akamtagi pale eh, princess Amara pia akamshukuru mkewe au mwanamke ambaye amemzalia huyo mtoto ambaye ni Paula. Akaandika kwamba thank my love Paula Kajala, wewe ni mwanamke na nusu. Umeona bwana, hayo ndo mambo hayo. Lakini pia baada ya hapo ni kwamba posti nyingine ambayo tumeiona ni posti ya Paula mwenyewe akiwa kama mama mtoto. Sasa ee, Paula bwana, kupitia kurasa yake wa Instagram ameandika kwamba leo natabasamu kwa sababu mwaka mmoja uliopita moyo wangu ulizaliwa tena. Wewe ni mtoto wangu wa kwanza, zawadi ya maisha yangu na sababu ya kila maombi yangu kila siku. Nawe ni somo, ni furaha, ni baraka. Happy first birthday my love. Umeni, umenigeuza kuwa mama mwenye nguvu, uvumilivu na upendo wa kweli. Nitaku, ninakupenda nitakupenda, kukulinda na kukuombea hadi pumzi yangu ya mwisho. you made me a mother and that changed everything Princess Samara. So hicho ndo kitu ambacho pia amekiposti Paula na pia vilevile amemshukuru Hamisa Mobeto, kumbe ndo aliyesimamia mchongo mzima wa mavazi katika hizi photoshoot ambazo amezifanya. So ukiwa kama mdao